alimwelekea Mola Subhanahu wa Ta'ala kama ilivyokuja katika hadithi ans

minkum. Mola subhanahu wa ta'ala anatuambia haitomfikia Mola subhanahu wa ta'ala nyama zake wala damu zake, kwa sababu wale makureshi washirikina wa kikureshi walikuwa wakichinja wakipaka damu katika ile mnyama, yaani akichukua ile damu akimpaka ile ile mnyama, akisema akifika huko iwe ni ushahidi Mola subhanahu wa ta'ala haimfiki ile damu wala nyama, anasema walakin yanaluhu taqwa minkum, kinachomfikia ni taqwa kutoka kwenu, nini unachokinuia katika kule, kule kuchinja. Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwomba Mola subhanahu wa ta'ala akamwomba

wa ali Muhammad, ya rabbi takabali. Huyu mnyama nimchinje kwa ajili yako kutoka kwangu mimi na ali zangu. Kwa hivyo hapa tunapata hukumu nyingine, kwa mtu na familia yake inaotosheleza mnyama mmoja, akawashirikisha katika nini? Katika nia. Lakini imekuja katika hadithi nyingine, sayyiduna Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu, kwa kwamba mipokea Imam Ahmad, anasema nimeswali na Mtume sallallahu alayhi wasallam Eid al-Adha, kisha akaja na kondoo akamchinja akasema: bismillah Allahu akbar, Allahumma hadha anni wa an ummati. Ya rabbi, namchinja huyu kwa ajili yangu na ummati wangu, au an man lam yudhi min ummati, na yule ambaye yu kwamba hakupata kuchinja katika ummati wangu. Naangalia hapa, tunapata kujua huruma na shafaka na mahaba bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ummati. Hatujaja, tutakuja baada ya makarni, lakini anajua katika sisi kuna wale ambao kwamba kuchinja